Chama cha Mapinduzi CCM kupitia mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa Dr. Doto Biteko ambaye pia ni naibu waziri mkuu na waziri wa nishati amesisitiza umuhimu wa kuthaminiana kwa kuwa wanadamu tunategemeana. Biteko amesema kuwa watu ni wale wale, ukiwaona watu wote walioko hapa ni wale, wale. Sema ni wale, wale. Ni wale, wale. Uliyekaa naye hapo pembeni yako ni yule yule, yule yule. Mtagombana leo, lakini ni yule yule. Unawahitaji watu wakati wote, uwe na cheo, usiwe na cheo, unahitaji watu, uwe na fedha, usiwe na fedha, unahitaji watu. Dkt. Biteko amesisitiza wa kuwa wanadamu tunategemeana, na ndiyo maana hata mja akifa huzikwa na watu, ambapo kila mmoja anategemea watu, hakuna anayejizika mwenyewe. Hata mgonjwa humtegemea daktari, la hawezi kujitibu mwenyewe maisha. Mungu ametutengenezea mazingira ya kuwategemea wengine, hata ulipokuwa unaugua ulihitaji daktari mwingine wa kukutibu wewe, na hata siku ukifa hutajizika, utazikwa na wengine, unawahitaji watu. Mimi nikiangalia hii meza yote na ushuhuda nayo nikianzia mkuu wenu wa wilaya, ni wale wale, ni wale wale. Sisi tukiwa Umoja wa Vijana, yeye makamu mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Taifa, tunajipanga tunamsubiri kiongozi wetu, na nyimbo tunamwimbia ni yule yule. Leo ni mkuu wa wilaya, mimi ni naibu waziri mkuu, mkuu wa mkoa akiwa chama alikuwa kiongozi wetu, akaletwa hapa Kahama akawa mkuu wa wilaya. Maisha yameenda amekuwa naibu katibu mkuu wa chama, akawa kiongozi mkubwa wa chama. Mimi nilikuwa waziri, yeye mkuu wa wilaya, leo mkuu wa mkoa, mimi naibu waziri mkuu, waziri wa nishati, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Watu ni wale wale. Dkt. Biteko ameisisitizia jamii kuto kugombana, kuheshimiana, kupendana na kuthaminiana kwa kuwa wanadamu tunategemeana kwa asilimia kubwa. Usigombane na mtu sababu kuna wakati utamuhitaji. Kama kuna mahali una uwezo wa kumvumilia mtu aliyekuudhi, mvumilie kwa sababu kesho utamhitaji mtaacha kugombana. Hiki chama kimewaleta pamoja. Kazi yenu ninyi, muungane ndani ya chama, mkijenge chama, msiruhusu mipasuko miongoni mwenu. Na kwa taarifa yenu, mkisikia chama tawala kimeanguka mahali kokote duniani, ugomvi ulianzia ndani ya chama chenyewe, wakapagalika, basi wapinzani wakapita katikati yao. Mimi natoka Bukombe, pale Bukombe nilikuta mbunge wa upinzani aliyempa ubunge ni wana CCM wenyewe. Kwa nini waligombana ndani? Walivyogombana ndani wakasema tukose wote, akaingia wa upinzani. Matokeo yake maendeleo yakasimama, miaka mitano hakuwa na maendeleo. Leo tunahubiri upendo, kwa sababu tunajua iko nguvu kwenye upendo, kwa ajili ya kuwaletea maendeleo watu.